Ofisi yetu mawasiliano rasmi kutaka kupata huduma, iwe unataka dada, unataka kazi, unataka mfanyakazi wa kwenye biashara. Ah, chochote ambacho unahitaji ambacho unajua tunadeal nacho. Ah, ufanye mawasiliano kwa njia ya simu. Lakini bado utakuta mtu anauliza swali hilo hilo kwenye comment au anakufata tena DM anauliza. Sasa unajiuliza huyu anafanya utani au yuko serious? Eh, maana kuna wale watu wana muda wa kuchezea hawako serious na maisha mimi ndio ninavyochukulia lakini kwa mtu ambaye kweli yuko serious anahitaji huduma kutoka kwetu either ni mfanyakazi unahitaji sio ni dada ni mfanyakazi wa duka sio wa wapi au ni unahitaji kazi ya kazi za wadada ndio nyingi kazi za vijana wa kiume ni chache lakini umeona fursa eh, au umesikia tuna hizo fursa unazihitaji umesikia tunao vijana unawahitaji alafu unatumia njia ambayo kila siku naelekeza hiyo njia, sio njia sahihi, utachelewa kujibiwa. Watu wa hivyo tunaona kama hawako serious, tunaona kama ni watu ambao, uh, wana mchezo mchezo, yani wana masiara, yani wana utani. Unajua kuna mtu ambaye kumwambia usifanye jambo ndio anapenda ndio analifanya hilo hilo <laughs> kwa hiyo nataka tu nisisitize njia rasmi ni simu, simu zetu ziko hapo. Wale ambao wanawasiliana na sisi kwa njia hizo za simu ndio tunao wachukulia serious na hao ndio tunafanya nao kazi. Lakini kama utaendelea kuhangaika na DM, kuhangaika na na kwenye comment kuuliza uh, mas, maswali ambayo kila siku mimi naweka video na kwenye video hiyo hiyo, kwenye video hiyo hiyo unakuja hapo chini unaweka comment ya ku, ya kuonyesha kwamba yaani hicho nilichokisema wewe ni kama si ukubaliani nacho, unataka ufuate utaratibu wako wewe, hapana. Ukitaka kupata huduma kwetu utazipata, lakini kwa utaratibu ambao umewekwa kwa njia rasmi ambazo zimewekwa. Haya matangazo nimeweka hapo kwa wewe ambaye unaona una sifa una vigezo, unakaribishwa, lakini kumbuka kuwasiliana kwa njia rasmi. Kwenye matangazo kuna namba maalum za kufanya mawasiliano, na tena sio kupiga simu, kutuma ujumbe, na utume ujumbe unaoeleweka, sio useme mambo habari za huko, nimeona tangazo -a, ujieleze kabisa Nimeona tangazo fulani linahitaji mtu mwenye vigezo hivi, na mimi hivyo vigezo ninavyo, kwa hiyo naomba maelekezo zaidi. Yaani kama mtu unayejitambua. Haya, kazi iendelee, kazi, kazi mwaka huu. Nafikiri mmesikia wimbo kwenye peji yetu, inasema mwaka huu. Kwa hiyo mwaka huu mambo ni moto, karibuni.